Tuombe wazazi na wasimamizi wao. Kwa kuwa wao wamejidhihirisha kuwa wasimamizi katika imani, basi kwa maneno na mifano yao wasichoke kuwahimiza hawa waliopewa kipaimara kufuata nyayo za Kristo. E, Bwana. Tuombe kanisa takatifu la Mungu na baba mtakatifu wetu Leo wa kumi na nne askofu wetu mkuu mkulu Gervas Nyaisonga, askofu msaidizi Godfrey Masekaga na maaskofu wote. Kanisa hili lilokusanywa na Roho Mtakatifu likuwe na kuenea popote, likiwa na umoja wa imani na mapendo mpaka atakapokuja Bwana. Ee, tuomba tusikie. Tuombe watu wote ulimwenguni, Bwana atujalie sisi wanadamu wote tutambue na kukiri kuwa sisi sote ni ndugu, maana muumba wetu na baba yetu ni mmoja. Tusiwe na ubaguzi wa rangi wala ukabila wala moyo mnyo... tuwe na moyo mnyofu tufuate ufalme wa Mungu ndio amani na furaha katika roho Mtakatifu. e Bwana, a e, Mungu uliwapa mitume wako Roho Mtakatifu ukataka hao mitume na waandamizi wao wawape waamini hiyo Roho. Usikilize kwa wema masala yetu, utujalie kile ulichotenda wakati injili inaanza kuhubiriwa, kienee sasa pia mioyoni mwa waamini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.